Watu wengi ambao ni serious buyers, uh, potential customers watu ambao wanalipa pesa hawahitaji kuwa followers, hawahitaji kukufollow. Yaani kwa nini wakufollow? They are just one time customers. Wanataka kununua wanaenda zao. Swali kubwa ambalo nataka ujiulize leo hii kwa wewe ambaye umefunga account, umeweka account private ya biashara, nataka ujiulize kwamba unafikiri mpaka leo umeshapoteza wateja wangapi ambao ungekuwa umeshauza tayari. Kitu kimekuwa kikiendelea kujirudia hata baada ya kuwa nimejaribu kuwashauri watu wengi sana. Sawa, wapo ambao wamefuata, lakini wapo ambao wameamua kuendelea hivyo hivyo kwa sababu wanaamini katika strategy yao kwamba strategy yao sana sana ni kupata followers wengi zaidi. Na mfano hai kabisa, juzi hapa nimetengeneza matangazo moja la Kiingereza, moja la Kiswahili ya kuelezea kwamba mimi ninatengeneza matangazo ya video ambayo so far ndio best promotion, kwamba ukiweza kutengeneza matangazo ya video yani yanasaidia yana watu kuelewa kwa haraka zaidi, katika muda mchache zaidi, muda mfupi, kwa sababu kila kitu kinakuwa kimeelezewa takriban katika sekunde 60 au ndani au chini ya sekunde 60, sawa. Kwa hiyo watu wanakuja kwa sasa, wanakuja tunazungumza, kwamba inafikia point kwamba, hebu nione account yenu, kwa nikitazama account ya biashara iko private. Sasa account iko private Hau, sasa unaamua, kwa nini umeweka private na kuambia bwana, tunajua na kuza account nipate followers wengi hmm. Sasa tufikie sehemu tuulizane au tuweke sawa kwamba nini natafuta zaidi, yani, what's your priority? are you there looking out for just followers au are you there looking for customers, serious buyers, buyers who pay the money. Sasa kama unatafuta wanunuzi au wateja au unatafuta followers kama watafuta followers, labda hiyo inaweza kuwa strategy, lakini still, I don't believe so kwa sababu tayari zisha, zipo njia ambazo unaweza kutumia za kuweza kuongeza ile audience yako, ni kwamba watu wanaokufuatilia, kuliko hiyo ya kusema kwamba tu unafunga account. Sasa unajua mfano halisia wa kufunga account, yani kuweka account yako private, afu account ya biashara ni kama hivi. Sikia, una duka lako uuze chochote kile ambacho unataka wewe, sawa? Tuchukulie mfano nguo, lakini duka lako muda wote limefungwa na kwenye hii line unauza, yapo maduka mengine pia yanauza bidhaa kama wewe, nguo kama wewe unavyouza, wamefungua maduka yao, yako wazi, ila wewe umefunga duka. Unataka kwamba una, unasema unaamini kwamba wewe una bidhaa nzuri na kali zaidi kuliko wa watu wengine, ila unachotaka ni kwamba mteja aje agonge. Yani, kum, kum, kum, kum, geti bwana, eh, afu unachungulia bwana, vipi, akuonyeshe hela kwamba ni mteja kule kununua, ndio ndi mfungulie aingie. Sasa hebu ili tuliangalie kiuhalisia na kwa kina kidogo, kwamba nataka wewe uingie kwenye viatu vya mteja, yani wewe uwe mteja, alafu ndo situation kama hiyo, kwamba unatakiwa kwenda kwenye duka limefungwa, closed ugonge, alafu yadi wa kuhakikisha kwamba kweli ni mteja unataka kununua, ndio akufungulie uingie. Kwamba kwa, kwa maana nyingine ni kwamba hawataki wewe uone bi, bidhaa zao mpaka eti uwe followers wao well. Naamini kwambie watu wengi ambao ni serious buyers, uh, potential customers watu ambao wanalipa pesa hawahitaji kuwa followers, hawahitaji kukufollow. Yani kwa nini wakufollow? They are just one time customers, wanakuwa watu ni one time customers, wanataka kununua wanaenda zao, ila wanatafuta shati mchana, mtu sasa hivi anataka kwenda kuoga, anatafuta shati, anaingia you claim account yako inauza mashati, team private hivi, anawaza hata kufollow kwanza a request, anaweza akatoka bafuni akarudi hata mpaka kesho jioni bado wewe hujarespond ya nini? Wakati kuna akaunti ukifungua, iko wazi, mashati yako hapo basi, iko hapo, wanafanya delivery na mawasiliano yako hapo. Hivi wewe utauza lini? Au unafikiri utapata wateja wangapi? Swali kubwa ambalo nataka ujiulize leo hii kwa wewe ambaye umefunga, umeweka akaunti private ya, ya, ya biashara, nataka ujiulize kwamba unafikiri mpaka leo umeshapoteza wateja wangapi ambao ungekuwa umeshauza tayari. So ni kiasi cha kujifikiria, alafu toa hiyo Toa hiyo private account, haifai kwa account ya biashara. Akaunti ya biashara inatakiwa kuwa wazi, biashara, matangazo, sawa sawa. na ukiwa unahitaji tangazo basi ni cheki kwenye DM au tuma text au andika kwenye WhatsApp as then right here bye-bye. Wamiliki wengi wa magari ya Mazda na Nissan hukumbana mara kwa mara na changamoto za mfumo wa umeme na upatikanaji wa spare parts kama gearbox na nyinginezo, lakini sasa usiwe na wasiwasi tena. Kwa mara ya kwanza Mac Auto Express Garage imeanzisha service centers maalum kwa magari ya Mazda na Nissan ndani ya gereji zetu zote zilizopo Sinza na Tabata Dar es Salaam. Na habari njema zaidi, ukiwa Tanzania huhitaji tena kuangaika kutafuta spare parts, kwani Mac Auto Express Garage tunakuletea spare parts original moja kwa moja kutoka Dubai, South Africa na UK. Hakuna usumbufu, hakuna kuchelewa. Njoo kwetu moja kwa moja na tatizo lako linamalizika papo hapo, kwa huduma ya haraka, ufanisi na bei rafiki. Wasiliana nasi leo kupitia 0715 000890 au 0713 442255 au 0752 300300, na kwa taarifa zaidi tufuate mitandaoni at Mac Auto Express Garage pamoja na Mac Garage underscore automotive. Mac Auto Express Garage ni daktari